Yes hebana, hii ni sauti ya bingwa wa mabingwa, champion Elon Musk, mtaalamu mzee wa analysis, mzee wa mijongeo eh, mzee wa mitembeo ya kutereza hatari eh, sana ebana. Hapa leo nataka nipige, eh, ngoma na huyu bwana Dalmax, bingwa wa mabingwa kabisa eh, nataka nipige tege tege na Dalmax, maana e, nimeona Dalmax ukicheza tege e, ngoja nataka nicheze ile tege ya kwao ile ya meja ile ambayo watu wengi hapa hii wanaijua hii e, hii unauliza viatu hii ndo tege iliyotapakaa kwa wale waliojifunzia madraft uzeni ibana. e, hii e, ndo tege lenu, ndio leo napiga na bingwa au mapingwa Dalmax e, tuone mitembeo yake. Eh, naona hii ngoma wengi wanaojifunzia madrafti e, wamekuja naye spidi, sio utani. Spidi japokuwa ni mchezo kama mchezo kasale, ila huwa wanapenda ujichanganya, wakushone wakushone. hmm, hapa lazima niulize viatu hapa. Hapa uliza viatu hapa, lazima niulize viatu, uliza viatu namna gani, pale inapigwa pale inakatwa inarudi namna gani, hatari katika lango. Asi hapa amekuja ndani lango lake kubwa, apige fusi. Sasa hii fusi hii ni fuse <laughs> hii tunaitaga fuse, hii lazima uweke ndani hii. Hata kipiga fusi hiyo inaitwa fuse, hiyo ni fuse, amepiga jamani basi hey, bwana kama ameamua. Hii lakini ni sare, mimi sifungu jamani. Mimi ndo bingwa mzee wa mitembeo ya nyoka. Hey, natoa sare kali, sare za nyoka hatari sana. Mm, hatari sana. Hii ngoma unatembea una namna hii, kwanza hii ngoma iangalie kwa makini, ukienda kichwa kichwa, hii wanakufanyia uhuni. Ngoma unatembea namna hii. Nitatema tema kete afu baadaye naingia kingi, wala usiogope hapo unashika kabisa hapo, afungu mtu wao, usiogope. E, mitembeo ya nyoka e, mitembeo ya nyoka snake movement <laughs> E, bana hii ndo waliojifunzia draft uzeeni. Hii ndo ngoma ukiingia utasikia li sisile e, lakini sisi wazee wa kutoroka tunawaachia manyoya Utasikia ameliwa <laughs> amna goli, upo baba, alinde meja, alinde na tototo <laughs> bana, hii ndo Tege na ni mchezo wa sale hiyo isisi le sateni sana jama.